Wanawake wamekuwa ni mitihani kwenu, ni fitna kwenu. Siku zote katika maisha yako sio na mwanamke ambaye anakuvunja moyo. Mm. Wanawake ni wengi sana, ukiamua kuchagua naye kuvunja moyo shauri yako. Mm. Wezi kumwambia yani, sijui wanawake wengine wanachukuliaje. Mm. Lakini mimi miongoni mwa sheria zangu za maisha yangu, sibishani na mwanaume, yani mwanaume hata kama anataka tubishani. Mm. Mimi nitamkatia simu, ndomba msamaha baadaye, lakini mimi sheria yangu Sibishani na mwanaume. Kwa nini? Kwanza hata nielewe ninachotaka kumwelewesha kwa sababu mimi na yeye jinsia tofauti. Pili, hakuna mwanaume ambaye natakiwa nibishane naye kwenye dunia. Mhm. Wote aidha ni, ni kaka zangu katika imani baba zangu au watanioa hivi karibuni. Kwa nini nibishane na mume wangu mtarajiwa, kaka yangu mtarajiwa, kiongozi wangu mtarajiwa? Sibishane. Lengo ili nitunze kesho yangu. Mhm. Sasa mimi kama sibishane na mwanaume yoyote si kwenye dunia ina maana sitakiwe kumjibu mwanaume yoyote kwenye dunia jeuri, kiburi, mm. au kumtukana. Watu wote waliodili na mimi, hata kama walipanda juu ya ardhi wakanisema, kama ni wanaume sibisha, nina hata sibi mm. kwa sababu kuna siku itabidi umekuwa shemeji yangu, au umekuja kwangu kuposa, nitakuangaliaje? mm. na hamna mwanaume kwenye dunia anayesahau ulivyomkosea adabu, hakuna hata mmoja mm. Siku ukimkosea mwanaume adabu mm. atahakikisha ata amekulipia kisasi mm. Walivyo, walivyoumbwa na Mungu, sio kwa sababu ni watu wabaya, walivyo, walivyoumbwa na Mungu mm. Sasa kwa sababu wewe unajua huyu mtu saa yote anaweza kaja kwangu kuposa, anaweza akaniposa mimi, anaweza akawa kiongozi wangu mm. siku zote jiweke chini kwa wanaume. Mwenye Mungu hajasema amekutoa kwenye ubavu wake kwa bahati mbaya mm. Yaani hujatolewa kwenye ubavu wa mwanaume kwa bahati mbaya umetolewa hapa kwenye ubavu kwa sababu wewe uwe chini yake. mm. Ingekuwa wewe ni mtu sawa naye angekutoa kichwani. mm. Kani alishinda kukutoa kichwani au kukuumba kipekea yako. mm. Kuna baadhi ya wanawake wanaangalia, wanawaona wanaume uh, kama washindani wao, na anataka kila anachokifanya mwanaume naye akifanye. Mpaka hapo utakuwa ushashindwa. Hawa tunaweka wapi sasa? Mpaka hapo ushashindwa. mm. Uwezi kushindanisha usiku na, na mchana. mm. Kifo na usingizi. Kila mtu ana majukumu yake na kila kitu kinatokea kutokana na mazingira yake. Mimi mtu wa kushindana naye mm -hmm. Mimi mtu wa kushindana naye ni mimi. mimi wajana na leo ndo tushindane, hata msiana mwenzangu atuwezi kushindana. Una, una habari kwamba wanawake hakuna watu ambao wapendani kwenye dunia kama wanawake? Kweli walai, kwa nini sisi? Sisi sisi ndo tunajua huyu mtu ana mume huyu mtu ana mke. mke wake ametoka kujifungua leo mm -hmm. ana watoto na anamnyanyasa mke wake, na tunaingia pale ndani mm. -hmm. sisi ndio watu pekee tunaolewa na mwanaume ambaye ya anatuambia yani ana mke na usiku wa manane tuna chati naye mm. Na sisi ni watu ambao hatutaki mume wetu awe na rafiki wa kike lakini sisi tumewangangania waume wenzetu kuwa marafiki zetu. Na sisi ni watu ambao tukisikia mwanamke mwenzetu anapigwa kwenye ndoa yake tunatoa mfano na mnafurahia pia. Na ni sisi watu ambao tunajua kabisa mwanamke mwenzetu anateseka kwenye ndoa tuna, yani tunamcheka tunatengeneza kikundi cha kumcheka na sisi ndo watu ambao tukikutana na wanawake wenzetu tunawabuli, huyu ana tumbo kubwa, huyu mm. amenenepa sana, uso wake umekaa kijitu kizima, mbona mm. aendane na huyo mwanaume, huyu mwanamke anaonekana eh, wanasema, huyu mwanamke mbona, huyu huyu mwanamke sio sio bi harusi ni bibi harusi. Sisi hakuna watu tunachukiana kama sisi mm, sijui kama wapo, labda watakuwa fulana, lakini wanaokosoa bi harusi siku mm. zote ni wanawake mm. na hii ni tangu enzi na enzi, ama ni kizazi hiki cha sasa? Sasa hivi imezidi mm. mtu anajua kabisa huyu ni mume wa fulani, na unatembea naye mm. na unamhamisha kwa mme mkewe mm. na unaingia kwa tashtiti mm. unaolewa mke wa pili, na unapiga kigoma mtaa mzima ajue wewe ndio umeolewa. mm. Hakuna mm. mimi nawaambia tena, wasichana wanisikie popote walipo mm. hakuna mwanamke yote anayependwa kwenye ndoa yake anayethaminiwa kwenye ndoa yake akaamka asubuhi akabeba begi akarudi kwao. ukiona mwanamke ndoa yake imemshinda mm. usinene ukamara, yani usinene mm. ukamara, ingia taratibu mm. ndoa ni kichochoro, utapotea jamaa, tutashindwa kukonyesha njia. Sasa hiyo hiyo watu wote wajua, nataka yani adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Mwanamke anaweza akafanya vituko hadi shetani mwenyewe akasema, we nilijua mimi ndio mimi, kumbe kuna hichi kiumbe mm. Kwa hiyo mimi, kama wanawake wanaweza wakafanya yote haya mm, kwa wewe mwanamke akikwambia sijui kwamba wewe sijui huna thamani akaanza kukukosea adabu, usieke moyoni kakangu mm eti sijui katafute kamba sijui jinyonge, wala usieke moyoni mm. kama mtu anaweza kumsaliti dada yake katika imani mm, anatakiwa amsaidie, lakini anamsaliti dada yake katika imani mm, dada yake katika imani anatakiwa kupewa pozishen, ye ndo anayesema msimpe huyu, atajisikia sana akipata mm, mtu huyo unatakiwa kuweka kitu chake chochote kwenye akili yako nini, the moment ninajua ni wewe hapo unadhulumu una mtu ili unipe mimi, mimi sifanyi kazi na wewe tena. mm -hmm. Sheria yangu ya maisha yangu mm -hmm. Kwa sababu mimi siwezi kujenga kitu chochote kwenye masikitiko mas, mm -hmm. au machozi ya mwenzangu.